na ndio maana tumegama maendeleo katika makundi mawili kundi la kwanza mashindano ya ndani ya kitaifa na kundi la pili ni pale tunapokana kushiriki mashindano ya kimataifa katika mashindano ya kitaifa mchezo unaendelea kukua kwa kasi na viwango vinaongezeka na ndio maana katika mashindano hayo kuanzia siku ya jana hadi leo wameweza kuvunja rekodi saba ambazo walikuwa wanazishikilia huko nyuma wamezivunja wao wenyewe maana yake ni nini maana yake E, ufundishaji wa mchezo wa kuogelea umezidi kukua, e, wachezaji wa wamezidi kuelewa walimu wao, na ndio maana performance imekuwa nzuri zaidi kwa mwaka huu kulinganisha na miaka mingine, hatimaye wamevunja rekodi zao wao wenyewe. Lakini baraza la michezo pia tunaangalia mchezo wa kuogelea katika man, nyanja za kimataifa na yetu tunapima kwa idadi ya medali na vikombe ambavyo wanavipata wanapoenda kushiriki mashindano wa haya maeneo mbalimbali huko duniani. Kwa miezi michache iliyopita, kuanzia miezi mitatu mpaka sasa hivi Eh, Tanzania tumeshiriki mashindano mengi ya kuogelea ya kimataifa na tumeweza kurudi na medali nyingi za kutosha, lakini pia na vikombe vya kutosha. Wito wangu kama baraza la michezo ya taifa kwa niaba yao nilikuwa naomba wachezaji waongeze bidii ya kushiriki mashindano haya na, kuto, na kujifunza vizuri kushiriki mchezo huu lakini pia wawasikize wa makocha wao wawape mbinu za kiufundi waweze kushinda na kufanya vizuri katika mashindano mbalimbali. Baraza la michezo ya taifa BMT tukiendelea kushirikiana na chama cha kuogelea Tanzania kuhakikisha vipaji ambavyo vinapatikana hapa kwenye mashindano haya vinaendelezwa ili vije viunde timu ya taifa na kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa ya yajayo. Haya ni mashindano ya pili kwenye kalenda yetu ya msimu wa 2024 na 25. Sisi kama chama mara tuna mashindano makubwa matatu ya ambayo yako yanaandaliwa na chama na haya ni mashindano ya pili Tanzania National Club Championship na yalianza jana na yatamalizika leo, na tumeweza kuwa na jumla ya waogeleaji mia moja kumi na mbili ambao wamepatikana kwa kualify vigezo vya kitaifa kuweza kushiriki mashindano haya. Haya ni mashindano ambayo sio kila mtu anakualify kushiriki, lazima utumize vigezo vya ndani vya kitaifa ili uweze kuja kushiriki. Uh, mashindano yameenda vizuri, vizuri, yameenda vizuri sana. Um, nashukuru TSA kwa kupanga mashindano kwa sababu haya mashindano ndio yanatumika kupima ogeleaji, na ili wajione wapo wapo kwenye mashindano mengine, kwa sababu kama wiki inayofuata kuna mashindano ya Egypt ya Juniors, African Juniors na mashindano mengine ya Romania ya, kita, ya kidunia kabisa. Kwa hiyo mashindano yameenda ya vizuri kabisa jana leo. Hata mimi binafsi nimefanya vizuri performance yangu jana nilivunja rekodi moja ya kitaifa anivunja uh, kwenye mita 200 freestyle lakini overall nimefanya vizuri sana.